Kanuni inaeleza e, sifa za waamuzi wanaoweza kusimamia kusimamia huo mchezo. Kwa hiyo jambo pekee ambalo tunaweza e, tukalieleza sasa hivi ni kwamba kwenye kanuni ya 39 e, kanuni ya 39 ibara ya kwanza inaeleza inaeleza kuhusiana na waamuzi ambao wanakuwa wanateuliwa mwanzoni mwa msimu, idadi ya waamuzi ambao wanateuliwa mwanzoni mwa msimu kwa ajili ya, ku, eh, ya kusimamia mchezo. Lakini kanuni hiyo ya thelathini na tisa ibara ya tatu inaelezea sasa kitu kinaitwa waamuzi wa akiba, kwamba kamati ikiteua wale waamuzi wa, wa, wa msimu mzima inakuwa na jopo lingine la waamuzi ambao ni wa akiba ambao wanaweza kutumika kwa dharura au pale inapohitajika. Eh, pale inapohitajika. Kwa hiyo hiyo ni kanuni ya 39 ibara ya 3 ambayo inaelezea inaelezea hilo jambo kwamba kutakuwa na waamuzi wa dharura. Hii orodha hii ya waamuzi haijawahi kutangazwa na TFF kupitia kamati yake. Wala orodha ya waamuzi wa akiba haijawahi kutangazwa kupitia ka, eh, kamati ya waamuzi ya TFF. Eh, wanayo wenyewe wana wanaitumia wana, wana manake waamuzi wenyewe wanajifahamu wale ambao wameteuliwa kuchezesha ligi msimu huu wenyewe wanajifahamu na kwamba sasa tuna kwenda kwenye mchezo huu waamuzi wametajwa. Kitu kingine ambacho e, tunaweza kukieleza ili wadau wengine wafahamu, e, ni kwamba e, waamuzi walioteuliwa ni waamuzi wa kiwango cha juu sana, waamuzi ambao majina yao si mageni machoni, masikioni kwetu na wala machoni kwetu, e, tumeshawahi kuwashuhudia wakisimamia michezo mikubwa ya ngazi ya klabu ya Kafu lakini pia hata ngazi ya, ya, ya, ya taifa kwa maana ya e, michezo ile inayosimamiwa na Kafu ya timu za taifa, lakini pia wameshawahi kufanya vizuri kwenye michezo ambayo inasimamiwa na FIFA. Ni waamuzi wakubwa, waamuzi wenye profile kubwa, wenye uwezo mkubwa, ambao kutokana na kwamba hili ni tukio lenye upekee, dabi ya Kariakoo, sherehe za kukabidhi ubingwa kwa pamoja, mambo haya mawili yametengeneza tukio kubwa sana tukio kubwa na la kipekee. Si tu waamuzi kutoka nje, kuna mambo mengi sana yataendelea kutangazwa na kuelezwa ambayo yanaendelea kusherehesha upekee wa tukio, wa tukio lenyewe. Suala la klabu kushirikishwa ama klabu kuridhia halipo kwenye kanuni. E, waamuzi e, waamuzi wanateuliwa wana na kamati ya waamuzi ya TFF na wanapangiwa michezo na kamati ya waamuzi ya TFF. Kanuni ya thalathini na tisa ibara ya nane kama sio tisa sikoshua sana hapo, inaeleza sasa kwamba e, kama klabu haijaridhia maamuzi ama haijaridhishwa na maamuzi, maana baada ya mchezo ina siku tatu za kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo hakuna sehemu inayotoa nafasi kwa klabu, kiongozi ao yoyote e, kuzungumzia mwamuzi kabla. Kanuni hiyo hiyo ya 39 ibara ya nane, kama sio ya tisa, sikoshua sana e, inaelezea pia sasa kwamba kiongozi, mchezaji, kocha au mtu mwingine yoyote haruhusiwi kumkataa mwamuzi aliyepangwa na kamati ya waamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania haruhusiwi kumkataa, lakini pia haruhusiwi kumjadili wala kumshutumu kupitia vyombo vya habari. Hiyo ni kanuni ya 39, inayoelezea kuhusu waamuzi. Asanteni sana, na kufikia hapo, tumekuwa tumefikia mwisho wa mkutano wetu, na tuwatakie tuwatakie kazi njema, tuwatakie maandalizi mema kuelekea dabi ya Kariakoo hapo kesho majira ya saa kumi na moja jioni.